katika mechi inayochezwa leo hii tarehe ishirini mwezi April mwaka elfu mbili na ishirini na tano nakusudia kuweza kuwafunga hawa watu Stellenbosch bori kuanzia tatu kwenda mbele, ama katika njia ya kuhakikisha watu kuwatoa kabisa na kuwang'oa katika mechi zote mbili, Simba tuweze kufuzu kwenda fainali akusudia kuwasambaratisha hawa akili zao, mili yao, nafsi zao, nguvu zao, hazina zao, askari wao, wachezaji wao, timu kiujumla hii, basi tunaikusudia iweze kusambaratika katika system ya namba hii ambayo ipo kwa ajili, yani ya nia iliyokusudiwa kuwaangamiza kabisa hawa mechi itakayochezwa leo Zanzibari katika saa hii, saa tano takriban dakika kumi na tano ikiwa saa hii ya Zohal. Enyi mahadimi, katika saa hii ya giza, saa hii ya Zohal, na kusudia kuweza kuwafunga hawa Stellen Bosch uwanjani, wapoteane kabisa, akili zao, maarifa zao, mili yao, nguvu zao, miguu yao, basi siwezi kuinuka wala kusimama

Asamtu alaikum ya mashala ruhania bihaqi llahu qaulahu lhaqu walahu lmulku, katika kuwasambaratisha timu hii Stelinbo, kuanzia kocha wao Steve Barker, Ashley Kupido, Andre Dejong, Gemino Palase, Sihile Nduli Thatohiba Devin Titus Fawaz Basadien Thabo Moloisane Ismail Olivier Toure Kazie Godswil Sage Stephens Lesibanku Chumani Thembile Usaka Senele Bans Oscarien Masuluke Anthenkosi Kaba Omega Mdaka Ibrahim Jabar Fili Langelihle katika kodi namba 22678 sisbn bi'izzati bratihin karirin tatlihin turani mazilin bazjalin tarqabin brhash

Katika mechi zote mbili hawa watu wasiweze kufuzu, tunasambaratisha na tuweze kuwafunga kabisa, waweze kupoteana, wasiweze kushirikiana katika uwanja, wafarikiane wao kwa wao, timu nzima na benchi zima la ufundi wapoteane akili zao, zisambaratike kabisa, miili yao, nafsi zao katika ardhi hii ya Tanzania watu wasiweze kucheza kabisa, na popote utakapokutana nao basi iwe imeisha, na nakusudia watu ikiwezekana wafungwe goli kuanzia tatu kwenda mbele. E Mwenyezi Mungu, kwa utukufu wako, na tunaweka kinga pia kwa ajili ya wachezaji wetu wote katika kikosi chetu, tusijifunge wenyewe, wala uchayo wote usiweze kutuingia